Okay. Leo tunakwenda kuangalia e, jinsi gani naweza kuitumia vacuum cleaner. Hii ni vacuum cleaner yetu na kama jinsi ambavyo unavyoiona hii vacuum cleaner ni kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Zipo vacuum cleaner za aina nyingi. Muona kulingana na e, ufanyaji kazi wa sehemu husika. Kwao kwa matumizi ya nyumbani kwa vacuum cleaner kama hii hapa, maanake inatosheleza. Zipo ambazo ni vacuum cleaner kubwa zaidi ya hii hapa. Kwa hiyo hii ni vacuum cleaner yetu ambayo inaitwa na ni Quadro ya wati elfu moja na mia nne. Sasa hii vacuum cleaner hapa tunataka tukwenda tuangalie namna gani tunaweza tukaitumia. Hasa kwa wale watu ambao bado hawajawahi kufanya kuitumia au umeinunua lakini hujui jinsi gani kuweza kuitumia. Hii vacuum cleaner hii ina pati mbili. Kuna pati ya kwanza kuanzia hapa kwenda huku na kuna pati ya pili kuanzia hapa kwenda huku. Hii pati ya kuanzia hapa mpaka huku kwenda hapa hapa kuja huku, hii hii ni pati ya mashine, lakini hii pati ya kuanzia hapa mpaka huku, hii ni pati ya storage. Pale ambapo inapokuwa inafanya kazi e, eh, unapokuwa unasafisha, zile takataka vumbi zote zile zinakuja kwenye upande wa huku wa huku, ambapo mundani kuna kama kimfuko, ndio kazi yake inakuwa kina kinaweka kina hizo takataka. Kwa huku ndio upande wa mashine, ambayo ndio ndo, ndo inayofanya kazi kubwa kwa hiyo kama jinsi ambavyo inavyoonekana ukifungua hapo juu. Huu ndio ule mfuko ambao unakuwa sasa unabeba hizo takataka baada ya mashine kufanya kazi na kufunza hizo vumbi na takataka taka zote zinaingia humu. Hii ndio pati ambayo wanasema pati ya pili. Pati ya kwanza ndio hii pati ya huku ambayo ni ya mashine. Huu mfuko huu ukisha e, kuwa unachukua takataka taka. Kuna kipindi sasa takataka labda zinakuwa ni nyingi kulingana na mazingira ambayo unafanya usafi. Kwa ukijaa umfuko unajaa hizo takataka, kwa ukijaa umfuko, kinachofanyika umfuko unatakiwa utoe na kuutupa unakivuta kwa hiyo simple and clear. Umeona, kwa hichi kile kile kime, kama kimejata taka taka, unachukua hichi mfaji unatupa, unaweka kipya. Kipya tena kinakuwa kama design ya hivi hivi, umeona unakuja, unakiweka huko. Unakiwekaje? unakiweka kulingana na direction hapo, nakuonyesha direction, cheki mshadi, sio ilivyoonekana kwa maana yake, unapokuwa kiweka unakiweke kuangalia huku chini, kwa utakiweka, ukishamaliza ndio unakuja huku afu hichi hapa kinakuja kinaingia hapa, umeona utaingiza hapo, kwa ukishaingiza mpaka hapo, umeona jinsi ilivyokaa hapo. Kwa ndio hivyo. Kwa ikitokea kama mfuko umejaa, namna ya kutoa ni kama jinsi ambavyo nilivyo kuonyesha. Kwa hiyo hii ndio pati usika ambayo na deal nafanya na kufyonza eh, hizo takataka zote. Pia hii hii hii hii, e, vacuum cleaner yetu ina ina ina filter mbili. Umeona kuna filter moja ipo ndani ambao ni hapa kwenye upande wa pili wa takataka, hichi kimfuko ambao ni hapa Aa, kuna uwezekano wa baadhi ya vumbi na takataka zikawa zinazagaa huko ndani. Kwa sababu zikizagaa, ili zisiweze kuathiri, usikumbuka kumbuka, zile ni vumbi afu, hii pati ya pili ni pati ya mashine. Kwa hiyo ili zisiweze kuathiri mashine ambayo iko ndani, ndio hapa wameintroduce nini? Filter. Hii hapa. Umeona hii filter, kwa maana vumbi zote kuna tika zipita wapi? Huku. Kwa hiyo hii ni filter kwa ajili ya kuzuia vumbi zitoke, baadhi ya hewa zinaenda kwenye kwenye mashine, basi iende hewa ambayo safi na sio ambayo ina takataka. Iko ya nje ya huku ya upande wa huku, kuna hii hapa upande huu hapa, upande hapa. Hapa pia pia kuna filter kama jinsi inavyoonekana. Hii filter kazi yake kubwa ni unapokuwa una hii mashine inapokuwa inafanya kazi, inaunguruma, inakuwa inavuta, inakuwa inasaki hiyo hewa, e, vumbi, takataka. So kuna baadhi ya vumbi zinaweza zikawa zinaruka nini. Hizi zisiweze kuingia kwenye hii part ya mashine sasa. Ndio kuna filter inakuwa inazuia. Lakini pia hii mashine hii inakuwa ina fan. Ile fan kazi yake inakuwa na circulate hii hii hewa safi kwa ajili ya kuipoza, kuikulu hiyo nini? Hiyo nini? Hiyo mashine. Kwa hiyo sasa kumbuka inafanya kazi ya kuvuta hewa sasa kipindi mashine ile feni na inazunguka inaweza kujikuta anavuta hewa chafu. Kuzuia sasa hiyo uchafu na takataka zisije kwenye mashine, kipindi feni inazunguka kwa ajili ya kuipoza mashine, ndo ame introduce nini, filter, kinakuwa kinajaga uchafu. Mwisho wa siku inakuwa pia ni shida kwenye upande wa mashine. Kwa hiyo kama kimejaa uchafu kimechafuka sana hichi pia unaweza ukatoa ukakata kingine ukakiweka tena hapa ikawa safi Mona. Eh, baada ya hapo e, hii mashine ina, ukiangalia hapa, hii ni switch hii, hii ni switch ya kuwasha na kuzima, lakini pia hii mashine ina kebo na kebo yake kwa ajili ya kupata power, kwa sababu haiwezi kufanya kazi bila kupata power. Upande wa kebo, kebo yake iko kwa chini hapa, mm -hmm. Hii ndo kebo yake Mona, na kebo yake ni ndefu, unaivuta tu, umeona, unaivuta mpaka sehemu ambapo labda kuna source ya power, pale ambapo kuna e, switch socket maybe, labda unataka kusafishia mazingira hapa, lakini switch socket iko mbali, kwa hiyo utakuwa unaivuta kebo yako e, mpaka pale ambapo e, switch socket yako au sehemu kuna switch ya power ipo. Kwa hiyo unaivuta ni ndefu mno. Kwa hiyo utaivuta. Unaendelea kuivuta ndio hii hapa. Kwa hiyo utaiplug hii itapata power itafanya kazi. Kwa hiyo sasa ukishamaliza sasa ni namna gani sasa unairudisha? Kumbuka hii ushaivuta ni nyingi. Kebo ni kebo ni nyingi, ni ndefu. Unairudishaje? Je, unairudisha kwa kuisukuma hivi? Hapana. Kwa hiyo namna ya kuirudisha unaipress hii switch. Umeona? Unaipress. Ki press man najirudisha yenyewe. Unaipress, unarudisha paka mwisho. Kwa hiyo ndio hapa. Kwa hiyo kuna switch mbili ina, puwasha, na, hii ni ya kuwasha na kuzima. Hii hapa ni kwa ajili ya kebo. Umeona? Ukishaivuta baadaye unaipress kwa nguvu, kebo inafanyaje? Inarudi. Hii ni selector. Umeona? Unapokuwa unavuta mashine inafanya kazi inavuta vumbi na uchafu, kwao utaselect wewe ki, kiwango cha mashine cha kuweza kuvuta nini kuvuta ile vumbi na nini na uchafu. Kwa hiyo na, na inaanza kwenye low, hii ni kwa kwenye, kwenye high. Kama jinsi unavyo e, utatumia kulingana na wewe jinsi ambavyo unavyotaka. Unaona? E, baada ya hapo kuna hizi pipe. Hapa kuna pipe mbili, kuna pipe ya kwanza hii hapa na, na, kuna hii hapa ya pili. Umeona? Kwa zote hizi zinatumika kwa kufanyia usafi. Kwa una, unatumia pipe kulingana na mazingira e, unapokuwa unafanyia usafi kwa mazingira ambayo ni e, ambayo yanaonekana ya kawaida umeona, e, ambayo yanaonekana ya kawaida una, unaweza ukaiweka, uka, uka hii hapa pamoja na hii hapa zikafanya kazi pamoja, lakini kwa mazingira ambayo ni magumu ambayo hii hapa iwezi kupenya, unatumia hii peke yake. Umeona hii unaiwekaje? Ndo hapa sasa, unaichukua hii sehemu hii, sehemu ambapo inakuwa ina, ina plug yake, unakuja unaichomeka tu Umeona paka hapo, unaisikia kabisa kwamba imekaa. Ukitaka kuichomoa, kuna vipini viwili, kuna hichi au kuna hichi huko, na vibana vyote kwa pamoja unaichomoa, simple. Umeona kwa ndo hivyo. Ukitaka kutumia viwili kwa pamoja, hii pipe hapa na pipe hii hapa, una place ichomeka hapo, inakuwa umetulia. Ukitaka sasa ku adjust hapa, labda ni ndefu sana iwe fupi, umeona hapa, umekuonesha hapo, kuna kipini kuna kipesi kwenda kwa mbele hicho, nakuna kisogeza. Umeona, unataka labda hiyo ndefu huku, una una, una pesi kwenda kwa mbele na hicho, umeona. Umeona, baada vale ya kusema hivyo, sasa tuangalie sasa namna gani inaweza ikafanya kazi kama DC hivyo. So, kuonyesha ndio hiyo, na hii kina yetu ina matairi, kwa maana yake ni simple and portable. Kwa hiyo DC gani unaweza ku control, umeona. Kwa hiyo kama tunasema tutakwenda kwenye nani Utatafuta source ya power iko hapo, utachomeka, kisha chomeka hapa, ndo kuwasha, utawasha hapo na kuwashia ndipo na kuzima. Kwa hiyo utazima ta pesi ya mkati mm, utakuwa umekata hapo, umemaliza. Baada ya hapo uta uta nani uta ni plug power yako, kisha ni plug utarudisha waya utabonyeza hapo, mshaona eh. Vile vile tena nakushauri, lazima uone kagua hii sehemu ambapo inapokuwa inachukua hizo takataka na vumbi. Kwa hiyo utabidi ufungue hili hii inabidi ufungue uangalie kama imejaa kama ime, kama bado haijajaa maana yake bado inaendelea e, kufanya kazi unaweza kaiacha kama imejaa unaiplace au unaitoa basi baada ya kusema hivyo niseme asante sana kwa pamoja nami kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi chetu kitu cha msingi tupia comment yako hapo chini unaona kipindi chetu weka like yako share na subscribe ili uweze kuwa kwanza kupata notification ya vipindi vyako vijavyo baada ya kusema hivyo niseme asante